Karibu kwa taarifa zetu. Mimi ni Mashirima Kapombe. Wahudumu naam Tunaomba radhi hapo. Baadhi ya wazazi na wafanyabiashara mjini Bungoma wamelalamikia kupanda kwa gharama ya maisha, wakisema hali hiyo imeathiri kurejea kwa wanafunzi shuleni kwa sababu ya ukosefu wa mahitaji muhimu. Wakizungumza mjini Bungoma, wazazi hao wanadai kuwa maisha yamekuwa magumu, huku wengi wao wakikosa kupata msaada wa kulipiwa karo baada ya serikali za kaunti kufungiwa kutekeleza majukumu hayo, wafanyabiashara wa vitabu na sare za shule wakitaja kuathirika msimu huu kwani wazazi wengi hawamudu gharama ya bidhaa hizo muhimu. Mimi nataomba principal wasifukuze watoto, waachilie watoto wasome. Vilevile vile wazazi wakikimbia kutafuta fees, mimi naomba principal muachilie watoto wasitoke kwenda nyumbani ili wawe na elimu bora hapa mbeleni. Vilevile vile, mimi nataka kuomba, kwa sababu kuna pesa wanaongeza kila wakati, tangu wapadilishe vitabu wareti za CBC na serikali ikamwaga vitabu, kampuni zilifungwa, watu wenye walikuwa wanafanya kwa hiyo kampuni hawana kazi vitabu zenyewe kufika kwa shule ni matatizo sasa tunashindwa hii kenya yetu inatupelekaje but unfortunately it doesn't send so my appeal to the government please make sure the money reaches the accounts of schools before the end of this week